yule bosi ambaye alikuwa ndio bosi wetu zamani. Eh e, bosi shao. Kwa kweli yule bosi anakupenda ya sana. Yaani, tuseme ukweli alitupendelea na vyote alivyofanya ni kwa sababu yako, wewe ndio maana ametusaidia sisi, tuko salama kwa sababu ya bosi. Akasema mimi najua, naelewa, naelewa hisia zake yeah. Lakini pia tumekuwa tukikuona ukimfukuzia Fu Hongxue.

Basi imenipa uchungu sana. Fu Hongxue, kusema kweli atakuwa anapitia uchungu. Muzi, uchungu. Hanzi, Tui, na kusema kweli atakuwa anateseka sana sasa. Chuinon, ina maana bado unalo moyoni. Kusema si, niseme tu ukweli, sijui atanifanyia. Nafikiri pia hawawezi tena kuwa pamoja, lakini hayo ni mambo yanayowahusu. Nachotakiwa kufanya sasa ni kukaa nao mbali. Na mimi naona nikae naye mbali nisijihusishe naye tena. Unajua kama bosi Shao amekuwa mtu mwema sana kwako. Yaani ni rahisi tu mtu kujua kwamba yule mtu anakupenda. Mimi naona tungerudi ikulu. Mwenzangu, yaani ile sehemu tena sio yetu. Naweza kwenda. Mimi siwezi kwenda. Unajua tena mimi si askari tena. Alafu hamna haja ya kunilinda si yani, yani, mimi. Kama Mungu amepanga tutakutana tena. Mama Fangshu asema, nimerudi. nilidhani kwamba sitawai kukuona tena. Niliahidi kwamba lazima nitarudi, lazima nije kukuona ni. Eh, hadui wa babako vipi, umeshaweza kuwamaliza yani? Hicho ndo kitu cha kwanza, hata aulizwi akasema, vipi wamesha, asema wamesha kufa Makuchana amekufa, nhataulizwa anaendeleaje afya yake nini? E, mama alipoambiwa hivyo kwamba ashakufa kafurahi. <coughs> Sasa <simo>, nasema unaona, sasa eh? <coughs> Hatimaye mtoto wako amelipa kisasa, sasa pumzika kwa amani huko uliko. <coughs> Mama, nafurahia kweli yani, lakini kijana akawa amenyamaza muda wote. Kwanza akamkumbatia. Nilijua tu ni mtoto mzuri, unasikiliza wazazi. Hatimaye umeweza kulipa kisasi cha baba yako. Baba yako angekuwa hapa, yaani angefurahi kujua kwamba umejitoa sadaka kwa ajili yake. Hatimaye umemua makocha. Kweli, siku kwa maana sijashindwa kumbe kukusaidia. Kukufundisha vitu vya maana. Ya. Mama. Hivi wakati nilipokuwa mtoto mdogo mimi sikuwa na afya njema. Ghafla mbona umeanza kuniuliza maswali kama hizi? Napata kumbukumbu za utoto wangu. Ni kweli. Haukuwa sawa ulipokuwa mtoto mdogo. Eh, licha kwamba tulitumia madaktari wa kila aina, Watu walidhani kwamba utakufa wakati wowote, na mimi sikuweza kukuacha ufe. Kwa kuwa wewe ni mtoto wa Baiti, ningekuacha ufe, familia inge. Nilijua kuwa umezaliwa ili ubebe jukumu ambalo, basi, ni mpango kazi maalum kuhakikisha unalipa kisasi kuhusu kifo cha baba yako Baiti, na leo umelipa kisasi hicho. Ah, Ina furaha sana kijana wangu. Basi kitendo cha mimi kukupa wewe damu imenisaidia naona sasa matunda, oh. Akamwambia mama, asante, kumbe uliniokoa. Uliniokoa au ilikuwa ni kwa ajili tu ya kisasi? Hebu niende. Akasema ndio, mimi niliishi kwa ajili ya kisasi. Ni hicho ndo kimenifanya niwe hai mpaka leo.

Hakuwa mimi. E, e, e, huyu mama akaanza kutetemeka pale pale. Mtoto ule mzaa alikuwa ni huyo, ndio mtoto wako wa damu uliyemzaa, na kipindi chote hichi Master Lee basi alikuwa anajua kwamba makosa ni kweli, alituma wauaji kwenda katika sehemu baba alikokuwepo, lakini hakuhusika na ndio maana basi alitaka kumsaidia lakini alichelewa, kakuta. Sasa alijua kama yule mtoto akibaki pale atafundishwa vitu kama vile vya baba yake, akaamua kumchukua yule mtoto akaniweka mimi. Alizoea kumzabua makofi, leo kamzabua tena. Kijana anajieleza akasema, mi sidanganyi, nakuambia ukweli. Na mama amedata, haelewi. Akamwambia, mimi ni yatima, wala mimi sina baba. Yule mama alidata. Na tena, kumbe hata huko ulikokuwa unanituma ningeshauawa kitambo, lakini nashukuru pia kwamba uliokoa maisha yangu. Umenifanya nimeishi maisha magumu sana, umenitesa sana, nimepitia wakati mgumu sana so, nimejifunza vitu ambavyo sikustahili hata kuvijifunza nimeishi kwa huzuni muda, damu yangu imejazwa vitu vya kuchukia, visasi, hasira, vinyongo, akasema kila mara. Yani kama vile ni mtu ambaye natoka harufu ya ya visasi tangu nilipokuwa mtoto. Ni umekuwa mama, ulenitesa sana. <laughs> Nimeteseka, nimeteseka sana, sijawahi <sana. laughs> kukuona hata siku moja ukinihata mara moja yiz, yani mara kwa mara umekuwa katili sana kwangu, yani umekuwa mtu fulani hujani, hmm. basi damu yangu nimetembea siku zote ikimwagika, hata jina langu, hebu angalia Fu Hongxue ndo jina ulilo, ni jina ambalo limejaa damu tu za watu. Na mimi nilitaka kukufanya unikubali kama mwana, ndio maana nikasema nitafanya chochote ili mama angu afurahi. Eh, sasa uliwahi kutamani hata kuuliza kidogo kama kuna kitu kinanishinda, mama? Yule mama alimsikiliza hey, maneno a akasema, lakini mimi sikutegemea analia, panasema kumbe vyote ni kama utani. Yaani mwisho umekuwa kama utani, kumbe mimi hata sio mwanao wa kukuzaa. Wa kunizaa. Sema, yani, umekuwa ukinifanya hivyo kama muuaji tu, kama bie, vile ni zana tu ambayo ni bidhaa tu, unaitumia silaha tu, kuitumia kuifanyia unavyotaka wewe. Basi yule mama akasema, hapana, sio hivyo mwanangu. Alichokuambia ni ukweli mtupu. Ni ukweli, zamani hizo mwalimu wangu aliwabadilisha watu. Na wewe ukapewa mwanao, ukapewa huyo <coughs> Eh, eh, aaanaaaawliwake unayemwona hapo ndo mwanayo, ule ndo mwanayo, ndo mtoto unajua, ukiwa kwenye kwa uhalisia wanavyosema kama mama alipotezana na mwanae, nimeona hii hapa pia kwenye baadhi ya sinema, i mean kwenye baadhi ya uhalisia kwamba kwa kama kwamba kama mama amepotezana na, mwa, na mwanae siku mkikutana hivi afu mtu akasema akaita jina lako mama lazima ulie. Leo bana yuka yakamuuliza naweza nikakuita mama eh? Kuna kipindi kimoja sasa hivi kiko clouds pale, nafikiri ni moja kati ya kipindi kizuri sana ambacho watu kama wamepotezana na nini, mnaweza mkaja mkakutanisha zile moment za maisha. Ni muhimu sana kuonesha zile, ni reality nzuri sana. Jamaa anasema baada ya yote yaliyopita, sasa sijui nielekee wapi na sijui ni fee vipi yani. Jamaa ameona sasa maisha yake hayana maana tena, anasema hata sielewi, sijui tena mimi ni nani. Unajua tangu akiwa mdogo hajawahi kuwa na karia. unajua kuna ile namna unakuzwa ukiambiwa bana, wewe utakuwa uh, utakuwa labda askari. Wewe utakuwa daktari yeye yeah, hajawahi kuwa na ndoto. Anasema miaka yote hii nimeishi nimeishi kama mtu ambaye nilitii mtu nikatumwa, nikafanyika kama silaha, nikafanywa nilivyofanywa mpaka leo nakuja kujua ukweli. Anasepa mazima amemwachia mama. Sasa damu yako hiyo hapo, mkiishi hayo maisha ya kuenda kulipana visasi.

anamfukuza. Toka, wewe sio mtoto wangu, sina mtoto kama wewe. Anamkana kijana ameishi miaka yote kama yatima. Alijuaga ana wazazi. Leo, kamuona mama ake, mama ake anamkata. Hey, mama, maisha yake yote amelia mtoto mwingine ambaye si wake. Basi ndio hivyo. Haya ndio makazi ambayo mama ake anakuwaga anajificha hapo. Kwa hiyo leo Fu Hongxue kamleta jamaa katika chimbo ambapo kama akimhitaji mama yake, atampata hapo. Huyu naye ni brother Lu ambapo basi baba wa Yika ndio baba yake, lakini mama ni tofauti, mama mbalimbali, kwa nao anashia baba. Mchizi naye ni baba, kwa sha data, nini mambo ni mengi kichwani, akaamua achukue muda wake kwenda zake sehemu fulani hivi wanauzauza

Na mimi nahitaji maisha mahali ambapo ntapata mtu atakuwa na mimi atanifanyia vile vitu ambavyo ntasema, na mimi nina mtu anayenipenda. Nikikaa na mwanamke mrembo akawa ananiogesha, ananifanyia vitu vizuri, ananipa maji ya kunywa. Na mimi nitajisikia vizuri. Wakati nilipokuwa Nameless Pavilion pale, kuna dansa anaitwa Chen, alikuwa mtifu sana, alikuwa na upendo sana, na nilipenda aliwahi kuniogesha. Bibi akasema hauna haja ya kuendelea, akasema hamna haja ya kunyanyuka

Nimeshasema hiyo ofa unaonipa siwezi kuipokea. Akakataa kutumwa kwenda kufanya mchongo. Basi bibi Ma Fangling akaona haitoshi, kamsogelea jamaa, angalia zero distance, akasema kama kama uko tayari kunisaidia, basi mimi niko tayari kuwa wako. Wala unaja ya kusema sana, wala mi hata sikutaki. Unamaanisha nini?

bado mwisho wa siku uta, utaishilia kuwa na majuto tu. Kwa nini sasa unataka majuto? Hey, kwa mara ya kwanza anapata mtu ambaye anaweza kusikiliza mtu na akamwelewa vizuri anataka nini. Yani kila anachoambiwa anakipangua, hasa mtu mwenyewe ndo huyo amepita katika yote hayo, na kumbe alifanya vitu vingi bila kujua. Da, jamaa anamuuliza vipi, mbona bado unanifuatilia

Sasa baada ya kumlaumu labda kwa kile kilichotokea, anasema mimi si mimi, nilikuwa najua nataka kulipa kisasi cha babangu, imegeuka kwamba ndivyo. Kumbe hata hicho kisasi si changu. Arugeta, daleta, sasa, angalia, maumivu na majirani iliyomsababishia ni maisha halisi hayo, umeona bwana. Chino akawa anasikia anasema, sasa nitawezaje kumface, nitawezaje kumtazama usoni yani, nitampa nini, anisahau kile nilichofanya? Basi ka yakamwambia kila mtu katika maisha haya anayapitia mambo fulani kwa sababu fulani. Hakuna mtu anamchukia mtu mtu tu bila sababu, kila jambo linakuaga na maana yake. Hachui dong akaanza kushangaa eh, haya mazungumzo anayoongelea, lakini wakati anaokuta kitambaa akagusa eh. Sasa angalie Fuangshu alipogeuka namna hii akaona kama mtu anayemjua, kabidi aondoke upesi, lakini sasa hili ni jangu, hata ukikimbia sana utakapokimbia utaweza ya, ni sehemu ambapo hamna pa kujificha, yani unaona eh, mtu atakuona tu. Binti kakimbia, we anatoroka, anasepa we. Kadiri anavyokimbia anaendelea kudondosha vitu mbaya kabisa, chakula chake kile ambacho ni damu nacho na, nacho akapoteza kadondosha sasa kama hana chakula chake maana yake nguvu za muishia sasa kagundua kwamba angalia sasa anasikiaga kama ngozi na, kuwa kavu na ndipo anagundua mm, kwamba anahitaji chakula chake sasa amedondosha mm, sasa atarudi kuokota au inakuwa mahali alikoenda kujificha ni karibia na ziwa lakini anaonekana kama mchizi. Kashaelewa kwamba kuna mtu kama vile anamfuatilia, na ameshaanza kuhisi inawezekana ni yeye, Chuinong lakini vilevile, basi Masta Fu akawa anapita katikati ya soko moja, akiwa naamini bado atamwona yule mtu aliyevalia vile kama vile chini. Binti naye anatimua anapita hapo katikati ya soko hivyo hivyo, kajitahidi kweli, mguu wake unauma, ana spidi kivile, lakini mambo ndio yakawa kama hivyo. Basi je, mtazamaji, swali ni ataweza kumpata? Je, ataweza kumjua? Je, ataweza kukutana naye? Tutakutana kwenye episodi ijayo kuona sasa uhalisia.